Hawa nao wanatakiwa kuchunguzwa na TFF, hebu tueni serious. Ni maneno ya David Pasco, ambapo ameonyesha mashaka yake kutokana na kile ambacho kimewasilishwa na klabu ya Yanga. Kwa mjibu wa David Pasco au maarufu kama Fridge Bovu, anadai kwamba nimeona Yanga wamesema it is okay wachezaji wao kwenda kupimwa, lakini wachezaji wa Simba Simba Queens na JKT Queens nao wakapimwe. Kinacho kinachonishangaza ni kuona majina ya nyota ambao wanatakiwa nao wakapimwe Guys, kuna mtu ana wasiwasi na nyota wa hao wa Simba au ni kupotezea? na tumda klabu ya Yanga imekubali mchezaji wao wa Yanga Princess Jemine eh, Mkandia Senga kwenda kupimwa na oh, Oktoba 8 saa mbili asubuhi akapimwe. Ya uongozi Yanga pia umeandikia barua TFF kutaka wachezaji kumi na tano wa Simba, eh, Simba Queens na wachezaji kumi na tano wa JKT Queens nao wakapimwe orodha wachezaji kumi na tano wa Simba Queens ambao Yanga wameomba TFF wakapimwe ni kama hawa wafuatao, ambapo namba moja ni Umtesi Wase Magnifique, mbili e Usanase Zawadi, tatu Asha Omari, nne Ruti Ingosi, tano Esther Kibo, sita Elizabeth Wambui, namba saba na Ndede Zaina namba nane Vivian ni Colazon, namba tisa Odama Amarachi, namba kumi Sythia eh, Shirwaso, namba kumi na moja Aisha Mnuka, namba kumi na mbili Jenitis eh, Shikangwa, namba kumi na tatu Doto Evarist, namba kumi na nne Fatuma Isa, namba kumi na tano em, eh, Emiliana mdimu hao wote wanatakiwa kwenda kupima huku. Ikiwaje kwamba kama kuna mtu anakuwa na wasiwasi tena na hawa, mbona maumbile yao yanajionyesha zaidi? Haya yote yameweza kutokea baada ya mchezaji wa klabu ya Yanga kuweza kuhisiwa na wapinzani kwamba pengine ana maumbile ya kiume, hivyo na kufanya kwamba ni kosa ambalo linafanyika kwenye klabu yao ya Yanga, hivyo na kumtaka akachunguzwe. Baada ya kuchunguzwa, kimegundulika kwamba sio kweli, lakini nao wakaweza kutaka TFF wachunguze wachezaji 15 wa Simba Queens lakini kumi na tano wachezaji wa, wachiza, wa JKT Queens kutokea Mbweni. Hivi ndivyo ambavyo wamehoji David Pasco, Friji Bov